Kwa majina naitwa Roxana Kadio, ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano Halotel. um, na siku ya leo Halotel tunafuraha sana kwa sababu namba moja tumeweza kumzindua brand ambassador wetu ambaye ni Idris Sultan. Idris Sultan anaenda kubeba bendera ya Halotel, um, lakini pia anaenda kubeba bendera ya huduma zote za Halotel, hivyo mtakapomwona Idris Sultan huko mitandaoni na kokote, mjue kwamba yeye anaenda kurepresent brand ya Halotel. Lakini cha pili leo tumezindua rasmi huduma zetu za 5G ambazo ni huduma tunasema, spidi ni mambo yetu, huduma za intaneti ambayo inaongeza kasi kwenye intaneti yako wewe ukiwa kama mteja wetu Halotel. Kila siku tunajitahidi na tunapenda kuwagusa kila Mtanzania aliyokuwa mjini na jijini, na tunaamini hii huduma inaenda kugusa kila Mtanzania kwa sababu tunaamini kila Mtanzania anatumia intaneti akaribia kila siku. Huu ni ubalozi tofauti kidogo eh, kwa sababu kiukweli hamjawai kuniona nimefanya kazi na Halotel kwa muda mrefu. Na nimepotea kwenye social media muda mrefu hapo nimeibuka tu pap kama hivyo. Kwenye kitu kama hiki na tunakuja kuzindua 5G, eti tunakuja kuzindua tushazindua 5G anza, ndo kwanza inaanza ndo tundo yaani, speed ndo mambo yetu ndo kama hayo yanaanza kwa mimi kuweza kuingia kama hapa, ni moja kati ya vitu specific sana kwa sababu tuko katika media ambayo hata umaarufu wangu mimi umekuwa katika kipindi ambacho tunasema social media inaanza kukickstart vibaya mno. Kwa hiyo karibia uh, tuseme biashara zangu nyingi umaarufu wangu na vitu vyangu vingi vimetegemea internet. Kwa kuzindua hata 5G yani ni kama tuseme ni bahati sana kwa mimi kusema, yani imefika pale pale kwa mwamba ule ule na mwendo ule ule. We are happy to inform you, uh, we are official launch, uh, new, uh, 5G service.